Msanii, uh, tuambie uh, mara kwanza mlewito, ya kwanza baada ya kupata ule wito kwenye baraza la sanaa, ulihisi kwamba ngoma tayari inakufungiwa ama hauwezi ukawa msanii mkubwa bila kuitwa BASATA? Kwa As sababu BASATA kwenye, kwenye, kwenye sanaa ndio ndio nyumbani. Kwa hiyo kama haujawahi kuitwa uh, BASATA, wewe bado sio msanii. Kwa bahati mbaya sana, watu wengi wana mtazamo kwamba ukiitwa Basata umeitwa kwenye mambo magumu magumu tu mm. Basata ni mahali ambako kuna vitu vingi sana positive, ukija kuna vitu vingi sana vya kujifunza, kuna elimu ya bure ambayo uko mtaani ungeweza kuilipia, lakini ukija Basata unaipata bure. Kwa hiyo mm. kama haujawahi kuitwa Basata wewe bado hujawa msanii okay. kwa maana yake hauna mabaya, hauna mazuri mm. Sasa huko kwenye sanaa una, unafanya kitu gani? kwa hiyo nafikiri ilikuwa ni habari njema sana. Baada ya kupata wito wa kuitwa Basata, nikasema sasa, yes nimeenda kuwa msanii aliyekamilika zaidi. Hii ngoma yako ya kwanza tu unaitwa Basata, ina, inayaleta picha gani kwenye muziki wako? Kwamba nime, nimekuja nyumbani, nimetambulika rasmi sasa, kwamba kuna msanii e, mpya na nimekuwa nikizungumza mara nyingi kwamba mimi sio underground, mimi ni msanii mpya superstar, unanielewa? Kwa hiyo nimekuja kwenye nimeitwa nime nime nyumbani Hmm. Na kuanzia sasa chochote kile nitakachokifanya hmm. Lazima kipitie ki pia kwenye miongozo ya nyumbani ambako kwenye tafsiri yangu hapa ni, ni Basata. Kwa hiyo yani kama nimeenda kuongeza asira zaidi okay. Za kutoka hapa kiende kikanuke kika, kika yani mkinipa dakika chache tu hapa. <laughs> Kuna jambo lingine linaenda kutokea muda sio mrefu. Okay, sawa. Kwenye ngoma yako hii mpya, kwa nini jo makini na isiwe Baba Levo? Siwezi kufanya kolabu na, na Baba Levo kwa sababu <laughs> uwezo wake ni, ni mdogo sana. Amekuwa kwenye sanaa kwa miaka mingi sana, hakuna kitu chochote kile ambacho anaweza akaonyesha amekipata kwenye sanaa. Alafu kwa namna ambavyo gemu imebadilika ime mm. Baba Levo ni msanii wa, wa zamani, yaani time imemkimbia yamebakia huko, mwendo ni, ni spidi sana ambayo, ambayo hawezi, hayuko kwenye mizania mm. ya, ku, ya kufanya kolabu na mimi kwa hiyo inabidi ajipange sana arudi huko eh, K town people, labda arudi huko kwa ndugu zake, ndo anaweza kufanya chochote. Mimi niko kwenye level nyingine kabisa, lakini waliopata nafasi ya kusikiliza ule wimbo wanasema kwamba ule utunzi kabisa, kusikiliza ni kama Baba Levo ndio ameweza kuandika ile ngoma. Baba Levo hana uwezo, hana uwezo wa kuandika ngoma kama hiyo, na nitakwambia, and I stand to be corrected yes. Niambie, kuna msanii gani mpya, msanii gani mpya amewahi kutoka kwenye nchi hii ndani ya siku moja, ndani ya siku moja msanii mpya Aka akapata views zaidi ya laki moja on YouTube. Nitajie msanii mpya kabisa, kwa mara ya kwanza, siku ya kwanza, ndani ya masaa 24, akawa na views laki moja. Kuna uwezekano mkubwa sana hii ni record ambayo imewekwa na mzee wa Kaliwa, ndani ya masaa 24 views laki moja kwa msanii mpya ndo anasikika kwa mara ya kwanza, na mgongoni kwake hakuna lebo, hakuna msanii yoyote yule ambaye amewekwa kumgongoni, mgongoni ni yeye mwenye show ya mwanaume mmoja. Nitaji hapo, mimi nina ukubwa wa utangazaji, lakini nina upya wa sanaa. Unanielewa, mimi ni sanaa mpya tena mimi nina ukubwa wa kwenye media utangazaji na uandishi wa habari, lakini sina ukubwa huo wa kwenye sanaa ya uimbaji ile <laughs> yani nyimbo ni mniombee, wanaposikiliza watu wenye mamlaka, sisi wengine inabidi ni dua tu kamba mniombe kwa sababu ndicho ambacho kimeimbwa kime, kime na ndio maana unaona hata wakati dr Mapana ameni, ameniuliza, ule ndio msingi wa, wa, wa ule wimbo wako. Watu wengi sana wanafanya maovu kwenye, kwenye, kwenye jamii yetu, na hatutaki kusema ukweli, kwa sababu kuna namna tunataka tufichefiche fiche, watu wasiujue wasi ukweli. Hata huo umekosa namna gani, bado una nafasi mbele za, za Mwenyezi Mungu ule wimbo unazungumza ni dhambi tupu kuanzia mwanzo mpaka mpaka mwisho wa wimbo, na tunaambiwa pia kwenye vitabu vitakatifu kwamba mwanadamu sio mkamilifu. Na ndio maana kwenye kila dhambi niliyoitaja, kama kwa lugha ya picha, mbele yake ulikuwa unaona kama napiga magoti kwamba hii ni dhambi. Viongozi wakubwa wa kiimani, kwa wale ambao tunaamini Mungu yupo viongozi wetu ambao wapo kwenye kutusaidia kwenye kutuongoza hmm, na kutufanya kuwa watu wema zaidi. Kwa hiyo hata uwe mkosefu vipi, bado mbele za Mwenyezi Mungu uko mlango wa toba, uko mlango wa, wa msamaha na hiki ndicho ambacho kinaimbwa kwenye ngoma okay, ya mniombe. Sawa, Oscar, Oscar, natamani sana kusikia teki ya bosi wako Diamond Platinum baada ya kuisikia ngoma yako, kuna mazungumzo yote ambayo umeyazungumza, comments yoyote kupitia ngoma yako Ame, anasema Oscar ndio msanii mkubwa wa hip hop anayekuja hapa nchini unanielewa, na amefurahia kile ambacho kilifanyika kwa sababu naye pia hakuwa na, ana, anajua. Kwa hiyo nilitaka kum ku, surprise. Nilitaka niwe na mawazo huru bila kushirikisha watu wengi sana, wakati unataka ku, shift kutoka karia moja kwenda karia ya pili. Nakumbuka mimi nilianza eh, maisha wakati nilitoka chuo, nilianza maisha na ualimu. Nifanya kazi eh, serikalini. Fundisha sekondari kama miaka mitano hivi. Baadaye nikaenda chuo kikuu nikafanya kazi kama mwaka mmoja na nusu, lakini baadaye nikataka kushift kutoka kwenye ualimu kwenda kwenye uandishi wa habari na, na utangazaji. Wakati nataka kuswitch sikumshirikisha mtu, kwa sababu unapotaka kufanya maamuzi makubwa kwenye maisha usipende sana kushirikisha watu, as long as wewe unaamini katika hayo mawazo. Kwa hiyo hiki ndicho ambacho kilitokea, kwa hiyo nika switch, nilipoenda kwenye uandishi wa habari na utangazaji nikaendelea ah, mbona huyu ni mwalimu? Sasa huyu mwalimu amefikaje kwenye uandishi wa habari na, na, na utangazaji? Lakini nikaendelea kufanya kazi iliyokuwa bora na ndio maana size jumuiya ya Watanzania wengi wananitambua kama mwandishi wa habari na mtangazaji. Hakuna mtu anakumbuka kama mimi ni mwalimu pia, na ni mwalimu kitaaluma. Sawa. Same thing. Wakati nataka kuswitch kutoka kwenye uandishi wa habari na, na utangazaji na kwenda kwenye karia nyingine sikutaka kushirikisha watu nilitaka ni, ni switch kwanza, baada ya kuwa kila kitu kimesha kaa sawa, alafu ndio naweza nikawaengage watu. Kwa mfano niwape tu habari njema ni kwamba tayari kuna nyimbo ishirini ambazo zimesha kamilika kwenye kwenye kwenye kila kitu, na kwa mwongozo ambao nimepewa eh, leo Basata kwanza naenda kukamilisha eh, usajili nilikuta nimeuanza kabla ya kuachia hii nyimbo ya mniombee, sababu nilishauliza na nikaambia utaratibu mm. Wakati nimekuja hapa kutaka kufanya hiyo registration tulikuta mtandao uko down na tayari ile nyimbo nilikuwa nimesha i process kwenye platforms. Unajua kipa siku kadhaa wimbo utakuwa umetoka, ndio maana wimbo, wimbo umetoka kabla a kufanya huu mm, uh, usajili. Lakini leo sitotoka hapa mpaka usajili huo umekamilika, nitakuwa nimelipa pia mm, na ada yangu hiyo ya, ya mwaka ili kurasimisha hiki ambacho nakifanya na, na, yeah. na baada ya hapa ni tuone sasa hizi ngoma ishirini tunazifanyaje tuna kuzipeleka, yeah. Kwa, kwa wananchi waende kupata burudani okay. swali so, la, mwisho, ila, la mwisho, samani, lakini. Uh, Osca Osca umeamua kuingia kwenye muziki ili ufanye nini? kazi ya muziki ni, ni ile ile ni kuelimisha ni kuburudisha, ni, ku, ni kuonya, ni, ni kwa sababu muziki ni sanaa, kwa hiyo nimeingia kwenye muziki ili nifanye kazi ya sanaa nikiwa mwandishi wa habari na mtangazaji, sifanyi si sanaa na, nafanya taaluma misingi ya, ya maadili. Kuna namna inaingiliana ina maadili, unajua karibu yote, karibu yote, ukienda maadili ya utangazaji, maadili ya ofisi za umma, maadili ya familia, kuna vitu vingi sana ambavyo vinaingiliana vina, vina, vina, kwa hiyo ni, ni, ni, ni hayo tu Osca, Osca, Osca. Osca. Hakuna kuchelewa kwenye, kwenye mafanikio. Kama kuna kitu chochote bado unaamini unaweza ukapushi uka na ukaenda juu zaidi, usihesabu kuna kuchelewa kwenye kutafuta mafanikio tena. Hapa palipo ndio pazuri, kwa sababu miaka kumi ya kwanza ya Bongo Flava na eh, I think even mitano iliyofuatia, miaka 15 ile ya kwanza kaka zetu na dada zetu wengi walifanya eh, hii sanaa ni ku set tu platforms. Unanielewa? Miaka mitano ya hivi karibuni ndio kumekuwa kuna pesa nyingi sana ambayo iko kwenye, kwenye sanaa, na kwa bahati mbaya sana kaka zetu na dada zetu wengi ambao wali set foundation kwenye Bongo Flavor tayari wengi hawako kwenye, kwenye sanaa. Kwa hiyo kuna misingi waliiset, na wao sio wala matunda. Kwa hiyo mimi ndio mla matunda ya Bongo Flavor, ambaye nimekuja nime kwa hiyo nadhani ni good timing kwa sababu ni muda pia ambao naweza kufanya sanaa bila kustruggle kitu chochote. Naweza kuweka pesa yangu na kufanya project zangu. Yaani, hakuna kitu ambacho natakiwa kufanya Bongo Flavor leo ili kesho nipate ugari, no, no, no. Kwa sababu na uwezo wa kufanya maisha mengine bila kupata shilingi moja kwenye huu muziki, lakini najua hapa nilipo ndio the right, uh, time kwa sababu huu ndio muda ambao muziki wetu una pesa nyingi sana so nimekuja kuchukua pesa zangu. Niombee ni bonge moja mkoma. Na nilikuwa nikiona baadhi ya waandishi wa habari pamoja na kiongozi pia wakitikisa kichwa wakati na play hiyo ngoma, natamani kufahamu kwenye hiyo ngoma ni mstari gani ambao kwako umekuwa mstari mkubwa sana, na kna mimi sho yangu kubwa sana ilikuwa kwenye chorus namna ya kuwa integrate wale e, viongozi wa, wa, wa dini kwa, kwa ukubwa wao na madhambi ambayo yanazungumzwa ndani ya, ya ngoma yenyewe. So kwa, kwa maoni yangu mstari mkubwa zaidi sitaki kutaja kama mstari, lakini ni chorus. Yaani chorus kwangu ndio kitu bora zaidi kwenye hii ngoma kuliko kitu kingine chochote kwa sababu huku ndiko eh, watu tunapaswa kwenda kuombewa. Huku ndiko ambako yanapatikana matumaini mapya, na huku ndiko ambako watu ambao wameanguka dhambini huwa wanainuliwa na kuwa watu wapya yeah. So, watu wengi wana, wana, wana connect, kwa maana pale wanapokuona na Lady JayDee wanaambatanisha, wengine wanasema Oscar Oscar kwenye huba zito Kwanza, kwanza niliweke hili uh, very clear. Ukisema okay, uh, JD ana mdate Oscar, ni kumkosea adabu kwanza, uh, Lady JD, lakini pia ni kumkosea adabu, uh, Oscar, Oscar. Lady JD ni, ni dada yangu, ni mtu ambaye mimi sijawahi kuwa kwenye mahusiano ambayo yeye ninachokisema sijawahi kuwa na mwanamke ambaye niko naye kwenye mahusiano alafu Lady JD sijamwambia, Lady JD sija sijamshirikisha. Kwa hiyo hebu msimkosee dada, mwekeni dada pembeni. Kuna kazi kubwa sana ameifanya kwenye hii sanaa na kwa heshima kubwa, moja kati ya eh, wanawake kwenye sanaa ya kiwanda cha Bongo Flavor wenye heshima kubwa sana since day one, Kesho kutwa hapa anaenda kutimiza miaka 25 kwenye game, it's not a joke. Amefanya kazi kubwa sana kwa, nafikiri hii ni time ambayo tunapaswa kumzungumza Lady JD kwa mambo mengi makubwa na mambo mazuri aliyoyafanya ya kwenye kiwanda hiki cha Bongo Flava, lakini pia kwenye sanaa ya nchi yetu. Ni watu ambao wametambulisha taifa letu nje ya ya mipaka. Ameshinda tuzo nyingi sana kama kijiji, ametoa albamu nyingi sana kuliko mwanamke yoyote ambaye amewahi kufanya sanaa ya muziki hapa nchini. Asihusishwe kabisa kabisa na mahusiano yoyote. Is my sister, very good friend of mine. Sijawahi kuingia kwenye mahusiano na mtu yoyote. Nani simwambie? Sawa Oscar, pengine tukimaliza haya mahojiano bila kuiombea, Simba. Mimi leo nataka, nataka mniombee tu, nataka mniombee tu wimbo mpya yeah. Nasema hivi kama kuna maombi, achana na Simba. Siombei Simba chochote, niko hapa kuuombea wimbo wangu. Nimesema tena, ndani ya siku moja kuna views zaidi ya laki moja kwa msanii mpya, ndani ya masaa 24 kuwa na views laki moja on YouTube peke yake, kama yuko msanii mwingine na nyuma. Kumbuka, hakuna lebo, hakuna msanii mkubwa ambaye amekaa, namwongoza muongoza Oscar, Oscar jamani, moshi mweupe umetokea, kaliua this time, tuishi humo yani. Kitu gani cha kusema kwa wale wanaosema mziki wa hip hop au lipi kabisa au usi kabisa Tanzania na wewe umeingia kwenye mziki wa hip hop kabisa, Tanzania, na sio R&B na mziki mwingine? Muziki nadhani ni biashara eh, kama zilivyo biashara nyingine. Kuna watu wanauza magari wana car yard na hawauzi wako watu wengine wanauza. Kuna watu wamefungua eh, Diamond ameleta eh, Wasafi Soap, kuna watu wengine wana sabuni, so mwingine anaweza kusema anauza mwingine hauzi kwa hiyo ni very, very subjective. Kwa hiyo tuwaheshimu watu wanaosema muziki haulipi na tuwaheshimu pia watu wanaosema muziki unalipa Uli. Biashara yako umeifanyaje kwa watu gani ume market vipi? ume promote vipi wateja wako ni kina nani? bei yako ni kiasi gani? that's it. Osca Osca siko tayari kwa, kwa, kwa show mpaka 2025 imalizike. Mpaka 2025. Yes, kwa sababu uh, siko, siko tayari bado siko red kama ambavyo nimeachia ngoma ya kwanza na inaonekana imekuja na kitu cha kiutofauti. Lazima nitakapoonekana kwenye stage kwa mara ya kwanza, natamani niwe na kitu pia cha kitofauti. Kuna performance nyingi zimeshafanyika na kazi kubwa sana imefanyika, na tamani the day ambayo nitaonekana kwenye stage kwa mara ya kwanza niwe na kitu cha kitofauti, nisiwe na mimi naenda nashikashika jinzi yani nashika kwa babu huku nimeshikashika jinzi. Nataka walau nije na kitu cha kitofauti kwenye biashara yangu, ili nitengeneze wateja wangu. Asante sana. Ha, hapo msanii ambaye amekuomba collab baada ya kuona umetoa nyimbo afu imeenda na unajua Siwezi nikasema ni msanii nsachi ameniomba, ni Baba Levo, na nimekataa kama ambavyo nimezungumza kwa sababu <gibu> <gibu> <gibu> kama msanii sio msanii. Babalevo sio msanii, so ameniomba kolabo na nimekataa, na sina time kabisa ya kuja kushirikiana naye kwenye, kwenye, kwenye kitu chochote. <gibu>